Niambie, William Ruto, Be a gentleman. Let us have a fair contest. Tumepata habari watu yako ya mkono, huyu saprano, huyu ruko karinda, atu wanatafuta wakora huko kikuyu huko kiandutu inthika, atu wakuja waangaisha hawa wambere. William Ruto, hawa wambere walikuchagua. Hapana, tuma wahuni kuja kuangaisha wambere, wewe kama wewe ni mwanaume kamili kubali tushidane fairly kwa debe si ndio? Yeah. Yeah, tuangane kwa debe. Arobaini wana ne gajeshi ye kiata? Yeah. Yeah. Don't use akina ichongwa to said criminals and goons here. Wale ulintumia Limuru wameonekana huko, wale ulintumia mweki wameonekana huko, wale waliniattack nikitoka ni US wameonekana huko mbele Be a gentleman. We know you are not a good person, lakini ile heshima kidogo umebakisha, usihangaishe wa mbele kwa sababu alikuchagua, si ndio? si mlimpigia ye kura? At least awachane na sisi, we compete fairly.